Siku moja Jenifa alirudi kutoka sokoni na kumkuta Baraka amekamata paka wa jirani. Alikuwa amemnyonga paka huyo na alikuwa akijaribu kumuuma shingoni kunyonya damu Baraka. Jenifa alipiga kelele na kumtupa paka yule. Baraka alimwangalia mama yake, lakini sura haikuwa ya Baraka. Ilikuwa na ukatili wa Seba na macho ya yule mganga wa Handeni. Sauti iliyotoka kinywani mwa mtoto haikuwa yake. Mwanamke mjinga, ulificheni mbegu yangu Seba alilipa deni la miaka mitano, lakini huyu mtoto ni mali yangu. Sasa atatumika kumalizia kazi ambao baba yake alishindwa. Jenifa alianguka chini kwa hofu na kuanza kuomba Yesu nisaidie mwanangu. Ile nguvu ilimtoka Baraka naye akaanguka chini na kuzimia. Jenifa alijua hana muda wa kupoteza, ilibidi apambane na nguvu ambayo hata hakuielewa. Jenifa alikumbuka kuwa wakati Seba yuko hai aliwahi kumsikia akiongea na simu kwa hasira kuhusu Handeni na mganga. Aliamua kulchua search vitu vya zamani alivyopewa na Seba kwenye mkoba kuukuu. Alikuta diari ndogo ambayo Seba alisahau kwake miaka minne iliyopita. Kwenye diari hiyo, Seba alikuwa ameandika kwa mwandiko wa kutetemeka ukurasa wa mwisho: nimekosea, nimeuza nafsi yangu kwa punje tano. Mganga alisema nisizae, nikizaa mtoto huyo atakuwa lango la mashetani kuingia duniani. Ikitokea nimeacha mtoto, naomba huyo mtoto apelekwe kwenye mti wa mbuyu mpakani mwa Handeni na Tanga. Hapo ndipo asili ya agano ilipo, lazima avunje chungu kilichofukiwa hapo kabla ya mwezi mwandamo. Jenifa alitazama kalenda, mwezi mwandamo ulikuwa siku tatu zijazo. Asipofika huko ndani ya siku tatu, Baraka atachukuliwa mazima na kuwa mrithi wa mganga au kufa kama baba yake bila kuaga mtu. Jenifa alimbeba Baraka, akachukua akiba yake yote na kwanza safari ya kuelekea Handeni, safari ya kwenda kukabiliana na kifo ili kuokoa uhai. Walifika Handeni usiku wa siku ya pili, mji ulikuwa kimya. Jennifer alimuulizia mwenyeji mmoja kuhusu mbuyu wa mpakani. Mzee huyo alimwangalia kwa hofu na kusema, mama, huko hakwendi mtu, kule kuna chifu wa giza, anayekwenda harudi. Lakini upendo wa mama hauna woga Jenifa alikodi bodaboda, lakini dereva alipoona wanaelekea msituni aliwashusha njiani na kugeuza. Siwezi kufa kwa ajili ya elfu kumi yako, dereva alisema, huku akitimua vumbi. Jenifa alimbeba Baraka mgongoni na kuingia msituni kwa miguu. Giza lilikuwa totoro, fisi walicheka kwa mbali. Kila hatua aliyopiga alisikia sauti za Seba zikilia kwa uchungu, rudi Jenifa, utakufa, rudi. Baraka alianza kupata homa kali, mwili wake uliwaka moto. Alianza kuweweseka, wananivuta mama, naona kuku mweupe, naona watu wameoza. Baada ya mwendo wa saa nne msituni, walifika kwenye uwazi. Katikati kulikuwa na mbuyu mkubwa sana uliokuwa na shimo katikati. Mbele ya mbuyu huo alikuwepo yule mganga. Fungua njia. Lete giza, tunahitaji kafa. Mganga hakuonekana kuzeeka, alikuwa amekaa kwenye kiti cha fuvu akichezea nyoka mkubwa wa kijani. Karibu mkwe wangu, mganga alicheka kwa dharau. Umemleta mrithi wangu. Seba alikuwa mpumbavu, alikufa mapema, lakini huyu mtoto huyu ana damu changa. Huyu atatawala dunia kwa niaba yangu. Jenifa alisimama imara ingawa miguu ilitetemeka. Nimekuja kuvunja agano, mwanangu si wako, mwanangu ni wa Mungu. Mganga alisimama, urefu wake uliongezeka maradufu, macho yake yakawaka moto Mungu hayupo hapa msituni. Hapa ni himaya yangu. Una chaguo moja, Jenifa. Mwache mtoto hapa, nikupe gunia la dhahabu, uondoke ukatajirike kama Seba, au wote wawili mfukiwe hapa chini ya huu mbuyu. Mganga alimwaga gunia la pesa mbele ya Jenifa, pesa mpya, noti za elfu kumi kumi. Jenifa alizitazama pesa zile, umaskini ulikuwa umemchosha. Alifikiria jinsi alivyoteseka kulea mimba peke yake. Kwa sekunde moja, shetani alimtamanisha Nimwache mtoto nibebe pesa, si nitazaa mwingine. Lakini baraka alilia mgongoni, mama usiniuze. Chozi lilimwagika. Jenifa hasira ilimpanda, alikumbuka maneno ya kwenye diari, vunja chungu kilichofukiwa. Jenifa aliona chungu cheusi kikiwa nusu kimefukiwa miguuni pa mganga. sihitaji pesa zako za damu, Jenifa alipiga kelele. Mganga alipoona jenifa hatishiki, alituma yule nyoka amshambulie. Jenifa alikwepa nyoka akamgata begani, lakini maumivu hayakumzuia. Kwa nguvu za mwisho za mama anayepigania mwanaye, Jenifa alijirusha mbele, akampita mganga na kukifikia kile chungu. Alichukua jiwe kubwa na kukipiga chungu kile kwa nguvu zote. Sauti ilisikika kama bomu limelipuka. Chungu kilipopasuka, moshi mweusi mzito ulitoka na kutanda eneo lote, kusikika sauti za maelfu ya watu wakishangilia kwa uhuru zile nafsi zilizokuwa zimefungwa kuzimu ikiwemo ya Seba. Mganga alianza kupiga kelele za uchungu, mwili wake ulianza kuyeyuka kama mshumaa. Umevunja mji! Umevunja mji! mganga alilia huku akigeuka kuwa majivu. Wale viumbe wa ajabu walipotea, mbuyu uliungua na kunyauka papo hapo. Jenifa alizimia. Mama amka, twende nyumbani. Alipozinduka ilikuwa asubuhi, ndege walikuwa wakiimba. Alijikuta amelala kwenye majani na Baraka akiwa amekaa pembeni yake akimtikisa, mama amka, twende nyumbani. Jennifer alimwangalia mwanaye. Macho ya Baraka yalikuwa ya kawaida, ile homa ilikuwa imeisha. Lile jeraha la kuumwa na nyoka begani mwa Jennifer lilikuwa limepona na kubaki kovu dogo tu. Hakukuwa na dhahabu, hakukuwa na pesa, kulikuwa na amani tu. Waliondoka msituni huku wakijua kuwa ingawa hawana utajiri wa pesa wana utajiri mkubwa zaidi, uhai na uhuru. Walipofika kijijini, walisikia habari kuwa kule Dar es Salaam yale makampuni yote ya Seba na majumba yake yaliungua moto usiku ule ule wa tukio la msituni. Kila alama ya utajiri wa Seba ilifutika duniani. Jenifa alirudi Bagamoyo, akaanza kuuza vitumbua. Maisha yalikuwa magumu, lakini kila alipomwangalia Baraka akicheza na watoto wengine kwa furaha, alijua alifanya chaguo sahihi. Funzo ta: hakuna siri ya watu wawili duniani, dhambi huacha alama hata ukifa. Upendo wa mama una nguvu kuliko uchawi wowote. Utajiri wa masharti ni utumwa. Heri tonge la ugali kwa amani kuliko biriani la damu.